Mtu mzima mtoto sehemu ya kumi. Hapa tunafanya kimya kimya, sitaki kelele, maana ninaweza kukua kabisa, aliongea jamaa huyo. Alionyesha kudhamiria kumfanyia unyama Sefu. Haya, inama kisha binua makalio yako vizuri, mi sitaki kupata tabu nikiwa na jilia vyangu. Sefu alitekeleza kama alivyoambiwa, ambapo aliinama na kumwachia kila kitu huyo jamaa Nisamehe kaka, sitarudia tena kweli, tena ilitokea tu bahati mbaya, sitarudia tena na kuahidi. Alizungumza hivyo Sefu mpaka chozi lilimtoka huku akiwa ameinama. Jamaa huyo alipanda kitandani na kushika dudu lake lililokuwa na kichwa kidogo, kisha akalielekezea kwenye sehemu ya haja kubwa ya Sefu, akagusisha kabisa na kujaribu kuingiza, ambapo dudu lake likawa linagoma kuingia. Sefu alibaki akilia kwa uchungu huku asiamini kama siku hiyo anaingiliwa kinyume na maumbile. Jamaa huyo baada ya kuona dudu lake linagoma kuingia kwa Sefu, alichukua mafuta laini ya mgando na kujipaka kwenye dudu kisha akawa analilazimisha tena kuingiza kwenye makalio ya Sefu. Kichwa chake kilifanikiwa kupita ambapo kiwiliwili kiligoma, kwani Sefu hakuwa mzoefu na mchezo huo. Basi jamaa, kutokana na ugumu aliokuwa nao muda mrefu, akajikuta anaingiza kichwa na kutoa. Alifanya hivyo, ambapo kuna muda alikuwa akilazimisha dudu lake lote kuingia, kitendo kilichokuwa kinamuumiza Sefu. Ndani ya dakika tatu jamaa alimwaga uji wake. "Hiyo ndiyo dawa yako pumbavu wewe!" aliongea hivyo jamaa huyo, huku akivaa nguo zake vizuri na kuketi pembezoni mwa kitanda. Sefu alibaki kitandani amelala, huku akilia kwa uchungu. Hakuwahi kufikiria kwenye maisha yake kufanyiwa kitu kama hicho, iwe kwa kupenda au kulazimishwa. Jamaa akiwa hana habari yeyote alikuwa akiendelea kutoa maneno machafu kwa Sefu, mpaka kufikia hatua ya kumwita demu wake, kisa ameshamsugua. Muda huo Sefu alivaa sura ya kijasiri, ambapo taratibu alijisegeza mpaka pembezoni mwa kitanda na kuchukua mbao fulani ngumu iliwekwa huko, kisha akajikaza kwa nguvu zake zote na kumpiga nayo jamaa huyo kichwani bila ya kutarajia. Jamaa huyo alipiga kelele iliyosikika mara moja na kudondokea kwenye kitanda, papo hapo akapoteza fahamu. Sefu hakuwa na wasiwasi kama ameua au la. Alichokifanya alipiga hatua za taratibu mpaka kwenye mlango wa chumba hicho na kuufunga kisha akarudi tena kitandani. Aliwaza kwa muda fulani kama wa dakika moja kisha akaanza kupekua vitu vya humo ndani. Alivuruga vitu vyote mpaka akapata kamba ya mkonge iliyokuwa ndefu hasa. Akatabasamu usoni mwake pindi alipoipata. Alianza kwa kumvua nguo huyo jamaa na kumbakiza kama alivyozaliwa, kisha akajitutumua na kumlaza kifudifudi, kisha akamfunga kamba nyingi. Mkono mmoja aliufunga kamba iliyokwenda mpaka kwenye kona ya kitanda, na mwingine vivyo hivyo. Hata kwenye miguu alifanya hivyo, kitendo kilichomfanya miguu yake itanuke na kuacha makalio yake yaliyojipanua. Sefu alimpitisha kamba mwili mzima, ambazo zingine alizungusha mpaka kuzungukia uvunguni mwa kitanda. Alipomaliza kufanya hivyo alianza kulishika dudu lake na kuvuta hisia mpaka likasimama. Leo lazima likuingie hili lote, pumbavu mkubwa wewe. Aliongea hivyo Sefu huku akimsogelea jamaa huyo aliyekuwa bado amepoteza fahamu. Lakini akasita kidogo kufanya alichokusudia. Huyu akiamka atapiga kelele, na inabidi nimfanye huku akiwa anajua. Aliona mawazo yake hayo yako sahihi. Alichukua gundi ya super glue na kumwekea mdomoni kisha akaubana vizuri mdomo wa jamaa huyo. Lakini akili nyingine ikamjia na kuona kama anachotaka kukifanya sio kizuri, ukizingatia hajawahi kufikiria kufanya kitu kama hicho. Alichokifanya, alimwingiza kidole kwenye sehemu yake ya haja kubwa kisha Alichukua yai bichi la kuku na kumpasulia kwenye makalio ambapo ule ute ulisambaa sehemu yote ya haja kubwa. Sefu aliondoka na kumwacha jamaa huyo hapo amemfunga ambapo aliahidi kuwa lazima atalipiza kisasi kwa namna nyingine. Safari ilikuwa moja kwa moja nyumbani ambapo akiwa njiani mawazo mengi yalimjia na kuona kama kitu kilichomtokea ni ndoto na sio kweli. Hakuwahi kuwaza kama iko siku atafanya kitu cha namna hiyo au kufanyiwa alichofanyiwa. Njia nzima aliutumia kufikiria kilichomtokea. Lakini alipigwa na butwa pale alifika nyumbani na kumkuta Dolothea akiwa analia sana. Sefu, uko salama? Alikuwa ni Tekla aliyeuliza hivyo huku akimkimbilia Sefu na kumkumbatia. Naomba nikapumzike. Aliongea hivyo na kuongoza moja kwa moja kupumzika chumbani mwake. Zilipita siku sita Dolothea akiwa nyumbani kwa rafiki yake ambapo alipata hifadhi ya muda. Aliogopa kurudi nyumbani kwake, kwani alijua wazi siyo salama. Siku moja akiwa amekaa na Dolo, hakutaka kumficha, alimwelekeza kila kitu ambacho kilitokea siku ile aliyokimbia baada ya kufumaniwa. Lakini Dolo, nahitaji kutimiza kitu kimoja. Kitu kipi hicho? Hivi yule jamaa anaishi wapi? anaishi mtaa wa tatu kutoka hapa, ni mbali kidogo. Ana wadogo zake wanaosoma, e, tena shule ya karibu na kwenu. Ile mchanganyiko kweli? Ndiyo, mmoja kidato cha sita, mwingine cha nne na wa mwisho cha pili. Ngoja kwanza, ni wa kike au wa kiume? Wa kike wote. Kwa upande wake Sefu alifurahi kusikia kwamba jamaa ana wadogo zake wa kike na wanasoma shule ya jirani ambayo anaijua. Basi Dolo alimpa majina ya wadogo zake jamaa. Yote lazima wanitambue hawa wadogo zake, na ikiwezekana hata mama yake akajichanganya, au ndugu yake yeyote wa kike. Leo katika plan ya Sefu, alienda mtoni. Hapo alikutana na mama wa yule jamaa. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, unataka kuvuka? Hapana, nimekuja kuoga. Jamani, wanaume wanaoga kivuko cha kule, huku kwa wanawake tu mimi mgeni ndiyo maana sijui. Au njo uoge tu mwanagu. Yalikuwa ni maongezi kati ya Sefu na mama wa yule jamaa aliyemfanyia ukatili Sefu wa kumwingiza dudu lake, kumbe alimtafuta mpaka akamjua. Na siku hiyo Sefu alidhamiria hawezi kuondoka mtoni hapo mpaka amsugue mama huyo. Basi Sefu alianza kuvua nguo zake bila ya uoga. Kutokana na mawazo ya kufanya kitendo hiko, akajikuta tayari ameshasimamisha dudu lake, lilionekana kama limemzidi uzito. Alishangaa mama huyo baada ya kuona dudu la Sefu lililosimama hasa. Sefu hakujali, aliingia ndani ya maji na kuanza kuoga. Sefu alikuwa akioga huku akimwangalia mama huyo jinsi alivyobaki na mshangao. Alichokiomba kichwani kwake ni wasije kutokea watu wengine wakaja mtoni hapo na kuharibu mtego wake. Aliwaza ni kwa jinsi gani angeweza kumwingiza mama huyo kwenye mtego wake, lakini hakupata jibu sahihi. Mama huyo alikuwa amevalia kanga aliyoifunga kupitia shingoni mwake. Jicho la Sefu lilipita mpaka ndani ya kanga aliyoivaa mama huyo na kugundua chupi pekee ndiyo ilimstiri. Ghafla akapiga kelele kama mtu anayezama, akaigiza kweli kama mtu anyezama, akapiga mayowe kwa sauti aliyoikadiria isikiwe na mama huyo tu kwa maana ikifika mbali itaweza kujaza watu na kuharibu mipango yote. Ili kuokoa maisha ya Sefu, mama huyo alijitosa na kuingia mtoni kisha akamsogelea Sefu na kumshika mkono. Kwa vile Sefu alikuwa ana lake jambo, alijipeleka na kumkumbatia mama huyo huku dudu lake likipita kwenye mapaja ya mama huyo aliyeshtuka kidogo kwa kutoa mguno aliyousikia Sefu. Ilikuwa ni ngumu kwa mama huyo kugundua kwamba Sefu ana mpango mbaya na yeye. Aliigiza kama mtu anayeogopa hasa kiasi kwamba mama huyo alimwonea huruma na kumbembeleza. Sefu alimganda mama huyo huku kichwa chake akikilaza kwenye kifua cha mama huyo katikati ya matiti. Wakiwa ndani ya maji bado, Sefu alihakikisha katika zile harakati za kuhangaika, alikuwa akilipeleka mbele dudu lake na kulirudisha nyuma, kitendo kilichomfanya dudu hilo kumsugua kwa juu juu mama huyo kwenye kitumbua chake. Kidole cha Sefu kilishafika kwenye sikio la mama huyo na kuanza kuingia na kutoka ambapo mama huyo alikuwa akisisimka lakini aliamini mtoto mdogo kama huyo hawezi kuwa anawaza mambo hayo. Akiwa kifuani kwa mama huyo alijifanya anahangaika huku ulimi wake ukiwa unazigusa chuchu za mama huyo zilizobebwa na matiti yaliyosinzia. Mama huyo baada ya kumshusha Sefu akajikuta anapandwa na hamu taratibu kiasi kwamba wazo la kumshusha Sefu likapotea. Ndiyo kwanza alianza kupanua miguu yake ili dudu la Sefu limsugue vizuri. Mara baada ya kuona hivyo, Sefu alijihesabia ushindi. Katika hali ya kutotarajia mama huyo akajikuta anaachia miguu yake wazi na kuruhusu Sefu afanye chochote anachokitaka bila hata kuongea. Walikokotana mpaka nje kabisa na kutafuta sehemu fulani iliyokuwa tambarare. Wakatandika kanga, kisha mama huyo akajilaza, kisha sefu akaja kwa juu yake. Alichokifanya Sefu, aliingiza kidole kwenye kitumbua cha mama huyo na kuanza kukisugua kiarage chake kilichosimama. Mwanangu ni muda mrefu sana, alilalamika mama huyo ambaye kiumri alimpita mama Sefu. Kwa vile lengo la Sefu lilikuwa sio kumridhisha mama huyo, hakutaka kumchezea sana kiarage chake. Hivyo alilishika dudu lake kubwa lililosimama na kuliingiza kwenye kitumbua cha huyo mama kilicholowa kwa hamu. Dudu lilipita taratibu mpaka ndani taratibu kwa kuteleza. Mama huyo alianza kulalamika huku akimkumbatia Sefu ambapo alikuwa akikata kiuno kiasi ambacho Sefu hajawahi kuona katika ufanyaji wake wote mapenzi na wasichana mbalimbali. Yaani ilionekana kama mama huyo ndio anamsugua Sefu. Lakini Sefu alipokuwa akilikandamiza dudu hilo mpaka mwisho, mama huyo alipunguza kasi na kukata mauno na kutoa miguno iliyoashiria ni kweli dudu limefika mahali pake. Yaani kama upele umepata mkunaji. Sefu alimsugua mama huyo kwa kasi ambapo mama huyo alichanganyikiwa hasa. Alihisi kama anarudishwa enzi zake ambapo hakuwahi kukutana na kitu kama hicho. Lakini lengo la Sefu lilikuwa bado halijatimia kwani kichwani mwake alipanga kumfanyia mama huyo kama mwanaye alichomfanyia yeye hivyo akawa anamwinda ili akizubaa afanye mchezo huo. Ili kumpagawisha mama huyo, Sefu aliongeza na zoezi la kumnyonya masikio. Kiukweli, mama huyo alikuwa hoi kwa raha alizohisi kutoka kwa Sefu. Kichwani mwake, Sefu akaanza kuhesabu moja mpaka kumi ili ikitimia abadilishe laini kutoka Voda kwenda Tigo. Masikini mama huyo aliyekuwa haelewi chochote juu ya mawazo ya Sefu alijiachia kupita kiasi. Basi Sefu akachomoa haraka dudu lake makusudi na kulipaka mate kidogo kisha akalitumbukiza kwenye sehemu ya haja kubwa. Mama huyo alishtuka na kujisogeza juu kidogo kwani naye hakupenda huo mchezo, lakini ikawa amechelewa kwani dudu la Sefu lilishaingia kichwa. Mama, uu, uh, uh, Mungu wangu aag, wewe mama. Zilikuwa siyo kelele za mautamu bali ni kutokana na maumivu makali aliyohisi mama huyo. Mama, uh, uh, uh, Mungu wangu, ag, wewe, mama. Sefu alipampu kwa haraka bila kujali maumivu ya mama huyo ambapo alizamisha dudu lake lote mpaka kuna muda mama huyo aliganda bila kulia huku akiikaza makalio yake. Alijaribu kumsukuma Sefu kwa nguvu lakini Sefu aliganda na kuwa mbishi kama ruba. Basi mama huyo baada ya kuona hivyo aliuchukua mkono wa Sefu na kuuingiza mdomoni mwake kisha akauma meno kwa nguvu. Alilalamika kwa utamu Sefu huku akimwaga uji wake, tena alimwagia humo ndani ya njia ya haja kubwa. Alipomaliza kumwaga, ndio akayasikia maumivu ya kuumwa mkono wake na meno, ambapo alikukuruka. Lakini kadri alivyozidi kufanya hivyo, alijiumiza zaidi mkono wake lakini ghafla kupitia uwazi mdogo akamwona yule jamaa aliyemfanyia kitendo cha unyama kama alichokifanya siku hiyo kwa mama yake. Kelele alizokuwa akilia mama huyo zilimshtua mwanaye, alianza kuzifuata ili ajue ni wapi zinatokea. Mama huyo hakujua kama mwanaye amefika mtoni. Hapo alichamua Sefu ni kuinuka na kuanza kukimbia, kitendo ambacho huyo jamaa alimwona na kuanza kumkimbiza. Kijana huyo alipigwa na butwa kumwona mama yake akiwa anavuja damu nyingi kwenye makalio ambapo hakuweza hata kusimama. Alihisi uchungu wa ajabu moyoni mwake jamaa huyo ambapo alimwangalia kwa hasira Sefu aliyekuwa anamalizikia kwenye kona akitimua mbio hasa. Jamaa huyo aliokota jiwe kubwa na kumrushia Sefu. Ilikuwa kama bahati, kwani lilimpata Sefu na kumdondosha chini. Alimwona Sefu akiwa ameanguka chini huku akivuja damu nyingi kichwani. Alimsogelea mpaka kwa karibu na kuanza kumgeuza geuza. Itaendelea.